Fisi aliponaswa ndani ya pango, alijaribu kupiga mayowe akisema, eh! Kifaru ndugu yangu, tafadhali niwie radhi! Sikujua hii ni nyumba yako. Lakini kifaru, mwenye hasira, aligonga sakafu kwa kwato zake kubwa na kusema, unadhani mimi ni mjinga? Unataka kula chakula changu na kudhani utaondoka bila adhabu? Fisi akaanza kutetemeka. Aliangalia huku na huko akitafuta njia ya kutoroka, lakini mlango wa pango ulikuwa umefungwa kabisa kwa mwili mkubwa wa kifaru. Wakati huo Sungura alikuwa nje ya pango akicheka kimoyomoyo. Huyu Fisi alikuwa na nafasi ya kufanya mambo kwa busara, lakini tamaa yake imemponza, alisema huku akiruka juu kwa furaha. Baada ya muda, Kifaru aliona kuwa Fisi alikuwa amejawa na hofu, akaamua kumfundisha adabu bila kumdhuru. Sawa, nitakuachia, lakini kwa masharti. Lazima utembee nje ya msitu ukiwa na manyoya yako yamejaa matope, ili kila mnyama ajue kuwa tamaa ni hatari. Fisi hakuwa na chaguo. Alikubali masharti na kutoka pangoni akiwa amefunikwa na matope na aibu. Wanyama wote wa msitu walipomwona walicheka na kusema, "Haya ndiyo matokeo ya kuwa na tamaa kupita kiasi." Sungura, akiwa pembeni, alimwangalia Fisi kwa tabasamu na kusema, "Ulikuwa na nafasi ya kuchukua kidogo, lakini ulitaka vyote. Ujanja wa tamaa hukufikisha pabaya." Fisi alijifunza somo lake na tangu siku hiyo akawa mwangalifu na tamaa zake. Tamaa kupita kiasi inaweza kukuponza. Ni bora kuridhika na kile unachoweza kupata kwa busara badala ya kutaka kila kitu kwa pupa. Baada ya Kifaru kumwachia Fisi huru, Fisi alitoka pangoni akiwa amefunikwa na matope na uso wa aibu. Alitembea polepole pole msituni, akijaribu kujificha, lakini wanyama wengine walimwona na kuanza kucheka. Tazameni Fisi mwenye tamaa, alitaka kula vyote, sasa ameambulia matope. Nyani mmoja alipaza sauti huku akicheka. Ndege walimba kwa kejeli, fisi mwenye njaa, tamaa imemponza. Fisi alijawa na aibu na akaapa moyoni mwake kuwa hataruhusu tamaa imdanganye tena. Alijua kuwa hawezi kuwa mnyanja kuliko sungura na alipaswa kujifunza kuwa mvumilivu na mwerevu badala ya kuwa mlafi. Wakati huo, sungura alikuwa akitazama kutoka mbali akitikisa kichwa kwa tabasamu la ujanja. Somo limefundishwa na msitu wote umejifunza, alisema kimoyomoyo. Kuanzia siku hiyo fisi akawa makini na tamaa zake. Hakujaribu tena kudanganya au kutumia hila za kijanja. Wanyama wa msitu waliendelea kuzungumzia hadithi hii kwa vizazi na vizazi, wakifundisha watoto wao kuwa tamaa na ujanja mbaya havitakusaidia, bali busara na subira ndiyo njia bora ya mafanikio. Usiwe na tamaa kupita kiasi. Ujanja wa kijinga haudumu, lakini busara na subira huleta mafanikio ya kweli.